Karibu, leo tuone namna ambayo unaweza ukaiditi matokeo baada ya kuweka kwenye mfumo wetu. Cha kwanza, ukienda kwenye examinations, kwenye mtihani husika, labda nizungumzie mtihani huu ambao ni monthly. Kwenye template utakuwa umesha jaza tayari, umesha upload na matokeo sibitu. Hapa tuone na matokeo tayari yapo kwenye huu mfumo, yanaonekana. Mm -hmm. Matokeo yote haya yapo, labda sasa imetokea huyu mwenye waniake ya kumi na sita alikuwa na moja aibadshaj hapa. Hapa kuna njia, njia ya kwanza unaweza ukaje ukambadilishia moja kwa moja kwenye uh, nani, kwenye mfumo wetu huko bila kutoka kwenye Edit, exam results. Alafu utamtafuta ambaye alikuwa ni nani ambaye alikuwa ni Adana. Kwa hiyo hapa tuseme, tuseme labda kwa wastani wake labda liku alikuwa na 46. Kunaweza kubadilisha wengine wote, na uzuri kila unapopiga tunateremka chini, kwa hiyo unaweza matokeo mengine ukayajaza huko huko wala hapana shida. Ehe, then kama kuna mtu ambaye hakufanya mtihani au umefanya mtihani ukujua kwamba kuna mgeni labda amehamia mpaka umeweka huku alafu ndo anakuja kuonekana kwa, kwa sababu itaangalia wanafunzi wetu, hii ni form 1 waliopo form 1 ambao hawana mtihani kwa sasa missing, uh, missing. The names. Nikimbonyeza hapa nategemea tayari mshajipanga, yuko hapa kwa, kama kuna matokeo yake naweza nikayongeza moja kwa moja, labda kumi mm -hmm, na mbili. Hizi ni max ambazo abati kwao. Nikishamaliza hapa nitasave na baada ya kusave nitakata. Nikishakata na ruhusa sasa, mfumo uanze kuchakata maximum yote. Kibadilika ina affect wanafunzi pozishe, ina affect wanafunzi wote wa somo hilo kwenye position, inakuja ku affect wanafunzi wote uh, kwenye wastani wa masomo yote, lakini pia division na kadhalika. Kwa hiyo mfumo unaanza kuchakata, kwa sababu mfumo hauchakati moja kwa moja, una chakata taarifa na kuzitunza kwa yapo utafanya seti grades za wanafunzi hapa kwa wanafunzi wote. Sasa hivi utakuwa na safari ndefu kidogo, lakini pia utaweka position ya kimasomo, lakini pia utatunzi taarifa za NECTA hizi, lakini pia na taarifa za NECTA yani, kwenye ripoti za NECTA mfumo na prosesi hapa, ndio maana unaona kuna jina la mwanafunzi somo maxi na grade vyote hivyo vinaenda kutunzwa na ikishamaliza hapa basi, nikija huku kwenye, kwenye mtihani usika nimesha kwa imeshakagpa na kila kitu cha mwanafunzi ukadivishe na kadhalika uu tayari tulimwekea system imeshaonekana. Na Aminata hakuwepo, Aminata Bintusize uh, tayari huwa ameshakanea 61 na hiyo kwa hiyo tayari umeshaweza ku edit. Namna ya pili kama kazi yako ni kubwa sana ya ku edit au unataka ku edit sehemu nyingine, sio kwenye mfumo, utabonyeza kwenye template. Kama matokeo hapo sasa hivi kubonyeza kwenye template itaweza kutengenezea template lakini itakuvutia matokeo moja kwa moja. Hii uzuri wake pia ni pale ambapo unazihitaji max kwa ajili ya matumizi yako mwenyewe yani, unataka kutoa kwenye mfumo uzi labda unataka kujazia kwenye CA, unataka kusubmit sana same frani na kadhalika. Ukienda kwenye template, itawatengenezea template lakini itakuvutia na max, maana itakupa ile template yako ya original pamoja na mabadiliko ambayo yalifanyika ndani ya mfumo. Tabi itaandika wanafunzi then itaandika formula za grades, alafu itaenda kuchukua marks zote za wanafunzi zilizoko kwenye mfumo Kishamaliza basi, kama ni krediti, kama ni kwa ajili ya matumizi yako mengine basi, ukihitaji kuupload tena mfumo uko tayari tabiti, uyafute ya zamani ili upokee haya mapya. Tutakutengenezea summary table hapa chini kujua ingapi na kadhalika na kadhalika.